Nabi, mwezi wa kumi na mbili ni lango la kutoka, na kama ni lango la kutoka, ninakuombea katika mwezi wa kumi na mbili, Mungu akupe neema ya kupendelewa, kama wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri. Maandiko yanasema Bwana aliwajalia kupendelewa na Wamisri, na wakawapa fedha, wakawapa dhahabu, na wakawapa utajiri, na maandiko yanasema hawakutoka mikono mitupu na mimi ninakuombea mwezi huu wa kumi na mbili hautatoka mikono mitupu. Kwenye biashara yako hautatoka mikono mitupu. Kampuni yako haitatoka mikono mitupu. Kwenye ile ofisi hautatoka mikono mitupu, na Mungu akupe neema ya kupendelewa akuinulie watu watakaokupa vitu, kama wana wa Israeli walivyopewa dhahabu, walivyopewa kila aina ya vitu vya thamani ndivyo itakavyokuwa kwako katika mwezi wa kumi na mbili, kwa jina la Yesu. Hautavuka mwaka huu na machozi. Hautamaliza mwaka huu na kilio. Hautamaliza mwaka huu na madeni. Hautamaliza mwaka huu na magonjwa. Hautamaliza mwaka huu na hasara. Pokea neema ya kupendelewa, pokea neema ya kufadhiliwa pokea neema ya Omega ya kumaliza kwa ushindi. Na mimi nimetamka na kukutabiria neema ya kupendelewa iwe juu yako mwezi wa kumi na mbili. Kila mahali utakapokanyaga uone kupokelewa, uone kusikilizwa, na uone kupendelewa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Acha Mungu akuonekanie Disemba hii, hautamaliza tena kwa hasara. Pokea baraka za Bwana katika jina la Yesu.